ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi tunaelekea katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba. Sasa vyama vya siasa vinajinadi kupitia ilani na wagombea. Kwa hiyo chama cha mapinduzi kitazindua rasmi ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 kuelekea 2030. Kwa tutazindua hapa ilani yetu, mambo muhimu ambayo chama cha mapinduzi kinakwenda kuyanadi kwa wananchi, na hicho ndio kitendea kazi, na huo ndio mkataba wa chama cha siasa kinapoingia katika kampeni kinawaahidi wananchi ili kikichaguliwa, basi ilani hiyo ndio mkataba na wananchi katika kutekeleza ilani hiyo. Ajenda ya tatu itakuwa ni marekebisho madogo tu ya katiba ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha siasa kinapokwenda katika uchaguzi vitu vitendea kazi katika uchaguzi. Moja ni ilani, pili aina ya wagombea ulionao unaoenda kuwauza. Kwa hiyo chama cha mapinduzi katika ilani, kwanza mpaka tunaitengeneza hii ilani, tunajivunia mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ishirini ishirini na tano kwamba chama cha mapinduzi kimefanya kazi kubwa sana katika kutekeleza ilani ya uchaguzi. Mi niseme mambo mengi, hata mengine ambayo hayakuwepo katika ilani yametekelezwa, na ndio maana tunaendelea kumpongeza Dkt. Samia Suluhu Hassan, anaingia katika rekodi za marais waliotoa fedha nyingi za maendeleo. Mashahidi ni wabunge katika majimbo yao, mashahidi ni madiwani, mashahidi ni wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa, wenye viti wa vitongoji, mashahidi ni wananchi wa Tanzania, kwamba kuna kila alama iliyowekwa katika kijiji, katika mtaa. Inawezekana ikawa darasa, inawezekana ikawa umeme, inawezekana ikawa zahanati, inawezekana ikawa huduma yoyote. Kwa hiyo ilani ya uchaguzi imetekelezwa kwa asilimia niseme kubwa, hata ingekuwa tisini na tisa au mia kwa mia, lakini kuna mambo yaliyoongezeka. Tumeanza kuandaa ilani hii kwanza kwa kufanya tathmini ya nini tulichokiahidi katika ilani iliyopita na vile vilivyotekelezwa.